lakini kama bado hajatuletea matokeo basi aondoke. Ndio maana nakwambia tumpe mechi moja au angalau mbili, na tuangalie robo. Tunaenda eh? Robo tunaenda, yaani hiyo mechi moja au mbili, bado akifunga usare, bado tunatoboa. Na huyu tutamwambia, tutamwambia wewe Muhindi, hesabu zinaanza za calculator. Hesabu za calculator, vipi? mechi ya kwanza leo Wazii eh, leo mechi ya kwanza eh, imetokaje? ugenini mwimbi meto ma... -me. -mb, ni nyumbani kwenu mmepoteza. Sawa, tumepoteza aai, tukubali matokeo. Tumekuambia sababu za leo kufungwao aa